Ndugu zangu, msingi wa haya yote ni mapato, na tukiangalia kwenye taarifa zetu za mapato tumefanya vizuri, lakini si vizuri sana. Niombe sana waheshimiwa madiwani, mtoe sana washiriki, ya mapato yanapatikana kwenye kata zetu. Hakuna chanzo ambacho hakipatikaniki, kinapatikanika tofauti na kata zetu, vyanzo vyote vya mapato vyote vyanzo vinapatikana kwenye kata zetu. Niombe sana mabalozi wa kwanza au maafisa mapato wa kwanza wawe ni waheshimiwa madiwani. Diwani utoe ushirikiano, kwa sababu mapato haya na vyanzo hivi tunapitisha kwenye baileo zetu za halmashauri ya manispaa ya Singida na mapato tukikusanya ndio haya. Haya tunapeleka kwenye magoma mliokuwa nasema tunapeleka kwenye shughuli za uendeshaji wa halmashauri, tunapeleka kwenye miradi mbalimbali. Kwa hiyo niombe sana halmashauri ya manispaa ya Singida, sote tuwe maafisa mapato. Mkurugenzi huisha timu zako za mapato zifanye kazi, na ninaamini bado tuko nusu mwaka, tutafikia asilimia zinazotakiwa tukishikamana vizuri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 Kumekuwa kuna ukwepaji kwepaji wa kuto kutekeleza majukumu haya kwa watendaji wa kata kana kwamba sio majukumu yao. Niwaombe sana watendaji wa kata, saidieni kwenye suala la mapato. Ninyi ndio mnaweza mkaona ujenzi unakofanyika, ni wajibu wako kuuliza kibali cha ujenzi. Wewe ndio unaweza kuona upotevu wa mapato, ni wajibu wako kuuliza mapato yale, yaani na hatimaye kusajili. Kwa hiyo ni waombe sana watumishi wote wa halmashauri ya manispaa ya Singida, bila kujalisha vitengo vyenu, tukishirikiana na waheshimia madiwani, sisi sote ni timu ya mapato, ili tukilichukua mambo madogo madogo ya kufunika magoma, kumrahisishia mkurugenzi utekelezaji wa bajeti yetu ya 25 26 kwa ile miradi ambayo bado haijatekelezwa